Ninawakusalimu kwa jina lipitalo majina yote jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni Aprili 23 siku ya Jumatano. Mada ikisema watawala wa, wa mataifa. Kushughulika kwa Mungu na Israeli kunatoa uelewa mkubwa katika kushughulika kwake na kanisa la Agano Jipya. Kwa kweli, kwa njia nyingi taifa la Israeli lilitumikia kutangulia kuonesha makosa ya kanisa mbali na kuwa na uwezo wa kudai aina yoyote ya ukuu kwa Israeli ya kale Wakristo wangekuwa na bado wanaweza kuathirika kirahisi sana na majaribu yale yale. Soma Mathayo sura 20:25 hadi 28. Ni kosa gani ambalo Yesu aliwaonya wanafunzi wake waepuke katika kuanzisha kazi ya kanisa la Kikristo? Waisraeli waliomba mfalme wa kibinadamu ombi ambalo lilisababisha anguko la kimaadili kwa taifa hilo. Wafalme hao waliendelea kuwa waovu zaidi hadi Mungu alipowaruhusu Wababeli kuwachukua watu wake mateka kama njia ya kuwabadilisha au kuwarekebisha. Jambo kama hilo lilitokea katika historia ya kanisa la Kikristo ingawa hawakupaswa kuishi kama taifa la wa Mataifa. Konstantino alipoingia madarakani na kudai kuwa Mkristo, waumini walipata nafuu, mateso yalikomeshwa. Hilo kwa lenyewe lilikuwa baraka, lakini ikatokea kwa kanisa kwamba wangeweza kutumia mamlaka ya mfalme kwa manufaa yao wenyewe. Migogoro mikubwa kadhaa ilizuka miongoni mwa Wakristo katika karne ya nne na kanisa lilipojikuta haliwezi kuitatua lilimruhusu mfalme kuingilia kati. Taratibu, askofu wa Rumi alijizolea umashuhuri pale ambapo aliwahi kuwa askofu mmoja mwandamizi kati ya walio sawa. Kanisa liliruhusu serikali kuingilia kati masuala ya kidini, na mara serikali ilipopewa nafasi kushughulika na na masuala ya dini Mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi. Kwa Israeli ya kale, sura nyingi zenye giza katika historia ya Kikristo ni matokeo ya moja kwa moja ya kanisa kufanya maridhiano na ulimwengu. Mahali ambapo Israeli waligeukia ibada ya sanamu na wafalme wake, waliharibiwa na tamaa yao ya madaraka hadi kufikia hatua ya kutoa kafara watoto kwa sanamu. Kanisa lilitoa na kutumia hatua kwa hatua njia na mbinu au desturi nyingi za ufalme wa kipagani, hadi ambapo waumini wengi waaminifu waliuawa kwa sababu walionekana kuwa tishio kwa taasisi ya serikali na kanisa. Swali: katika utamaduni wako, jamii yako mwenyewe, ni njia zipi ambazo majaribu haya haya